Hamwezi kuwa busi mwaka mzima si ndio? Wa mama si ndio? Hiyo eh, pesa ame save save ukakule siku kuku kidogo hivyo mwende. Mi hata siwezi kukuja hiyo siku mwende. Mi siwezi kukuja huko, siwezi kukuja we. Mwende mkazini, mambo ya kwenu wewe, acha bwana, wewe nisikilize, kwa nyumba unashindanga tu na nguo inafagianga shamba <laughs> yaani yeah, yeah, yeah. Yeah, wewe mwenyewe ndio kanjo ya nyumba holi sasa, mzee anaangalianga, huyu ni malaika nilioa, ama nilioa binti eh? Sikilize, hakuna wewe. Hizi za kanisa ukifika kwa nyumba, weka huko. Hata mimi usikuje kwangu masaa yenye hujaniambia unakuja we. We, usifanye wakufungie mlango brother, siwe, wacha mambo yako no. Wacha kuamkia saa kumi na mbili unaamkia watu, nenda wapi? Kwako kwa. Amayo nda kazi. Changa mchezo mko nayo. Nisikilize. Fika point ambapo mtu wa Mungu hakuna kitu kizuri. Mke wewe mama, we mume wako alikuwa kwa sababu you are the glory to your wife, to your husband. Bwana yako anapenda kukuangalia. Anapenda sana. Akikuona hivi, anasikia guy this the queen. So, muulize anaitwa huyu mfalme anaitwa nani? Anaitwa nani ya Uswero? Akasema, niletee mke wangu nataka kuona urembo wake. There's a time that we need that. Kila saa uko busy unaamka saa kumi, utarudi saa tano usiku saa kumi. Sasa kwa nini mwanaume asiende mpango wa kando, na mpango wa kando ako na miniskirt? Si hata wewe uone ukitembea na mzee akiona mimi asikia kidendanga. Unamuuliza na si uangalie mbele brother; akiangalii. Akiangalia yangi. Akiangalii kina kuna mpaka unamuuliza niko hapa niangalie mimi. Wewe yako umevaa unavuta barabara atakuangalia saa ngapi? Vaa vizuri vaa, ukija kanisani vizuri, lakini kwako we, we jivalishie kinyasa ya kwako bwana, sivyo? Nda kusema utanipata na swimu na isuti, nijikute nijikute na isuti na swimu. Naiweka huko, nachukua nguo ya kuvaa, namwambia mama, ole la la baby lala, kwa maji kila sani, pastor we kwangu zitwangi pasa <laughs> Nilikuwa nafundisha wa huduma, usipo, ukikuwa mjinga utapenda huduma, utavunja ndoa. Utavunja ndoa we, shinda hapo, utavunja ndoa. Hati mi napenda bugu, Mungu ananipeanga territory, anajua nikiwa kwake ni kwake, nikiwa kwangu, hata ananiambia brother, proceed lazima ubalance huduma na ubalance familia. we, we, sasa huyu mke mdogo huyu, ndio kusema nikamwache, sasa nikaenda wapi nyama hii? fika pointa, hakuna marriage, si prison. Nyinyi mmefanya ndoa imekuwa ni kama lazima, uka lazima ukifika kwa nyumba weni. no no, fika point, unaambia mtoto utembea hapa kwa mgongo, baba baba, tembea, baba, mtoto anaruka kwa mgongo anakaa kwa mgongo yako, wewe, unasema nini? Nyinyi mnakaa na watoto mpaka mtoto akikuona anaruka kwa dirisha, shua ni nini mbaya? Simba ameingia? Ni nini? Watoto wako wataku watakutoroka, watoto wako watakutoroka, wataku, wataku, wataku, mama. Fika point, kaa chini, waambie watoto, kaa hapa hata nikikubwa nakiambia oka, kaa hapa, kaa hapa. Hakuna siri mtoto wako atakuwa nayo atakuficha, hakuna. Ukiona mtoto wako anakuficha mambo kuna kitu wrong kati ya mahusiano yako na mtoto wako. Something is wrong. No. Fika pointi ambapo kando na wao kuwa watoto wako ni marafiki zako. They are your friends. Watoto wengi si marafiki wa wazazi wao, ni enemy. Maana wewe watoto wako na mausingizi, ati kwa sababu unataka kuomba unajiamsha saa zita mkaope amka. Mka, amka. Utawaambia kuja kanisa, utaona kama watakuja na wakikuja, watakuja wakianza kukomaa. Angalia, watoto wengi akifika level ya kufanya maamuzi anakataa kanisa kwa sababu hiyo maisha ingine, ulimlazimisha twende todie todie kanita todie. Nilikuwa na mchanga wangu saa tisa, namwambia mka. Ah, nikafika point nikaona hapana, nikiendelea hivi itafika time ile atafanya maamuzi, siwezi ingia bedroom yake, ataniruka. Utakuwa unaita amefunga na goji, utapitiwa. Lakini nikiweza kumuonyesha generously, atakuwa anafungua goji mwenyewe. Masaa saa kumi anatoka nenda kwa ibada. Wewe nisikilize, it's Learn to balance ministry and your family. Kuna pesa ya familia bana, wacha saa hizi hati. Kila saa wazazi, kila saa ndugu, kila saa najenga. Unajenga nini? kuna, ni? Kuna masaa tunakula pesa yako, brother. Kikiukia mtu mwambie kuna masaa familia yako inakula pesa yako. Na kila saa niko saving, niko saving. Mimi niko busy, niko na miradi. Utapoteza ndoa kwa sababu ya kusema una miradi. Ona huyu nae. Ambia mama twende nikakununulie smoki huyu wangu, nikikosa nanunua lolipo na nabeba, naenda nayo kwa nyumba, anambia baby, baby. Baby baby Yes baby Yes to yes. Sasa hizo najua nilimwacha nilimuwacha asubuhi nimemjeruhi brother. Na nataka kukula ili nisinyimwe chakula, pastor, eh, lazima nijipange. Wanasema nini? Na beba lollipop vizuri, na iweka, tunamwambia babe guess. Yaani guess. Nimekuletea kitu guess. Ananiambia na wewe uko na mchezo sana sijui nini. Unajua, umenijeruhia, sikumwambia yes. Baby guess. Niko na gift. Ana ujiuma uma. Uma na jiuma. Namwambia wa. Ananiambia na wewe uko na mchezo. Akichukua tu hivyo asimai. Hiyo yenye tulikuwa nayo na imeisha. Ananiwekea sima, ananiwekea maji, ananipelekea nguo na nani. Nileteza kwako wewe, learn to maintain your family. Ukicheza na familia utabaki na Mungu na utasumbuka kwa ndoa, mtu wa Mungu. Mimi ilibidi niende nikaombe Mungu, I took three days. Mimi sijui ukaa na familia, sijaona kwetu ati, ati watu wanakaa wanacheka. Mimi kwetu nimesikia nduru almost every time. Ilibidi nilipoa nikamwambia Mungu natamani kukaa na mke, nisaidie I took time in prayer nikamwambia Mungu teach me jinsi ya kukaa na huyu mtu I'm now, I think nafikisha miaka tisa, sijawahi mlima, lakini amewahi kutoroka siku moja. Siku moja moja nilitoka nilitoka nikapata hakuna mtu kwa jumba, ameniwachea katoto, najaribu kuuliza hako wapi, napiga simu haichukuliwi. We, hiyo ndio siku nilijua ni kuomba. Nikiwa na katoto kadogo, utafanya nini? yako maneno Mimuka, we, we, wakati unapigana na famili unaweza ukaridhi mikosi ya familia lakini unaweza pia ukaridhi baraka za famili. Timothy anaridhishwa na shosho yake Imani, anasema second Timothy verse 1 5 chapta 1 5, anasema nikiangalia imani uko nayo, niliiona kwa nyanya yako. Je, we unapambana kuridhisha watoto wako nini? Wengi wetu tuna visirani mingi, si kwa jamii, si kikazi, si kindoa. Maana tumebebeshwa mizigo ambazo uwelewi zinatoka wapi. Nikikumbuka imani uliyo nayo isiyo na unafiki ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Lois na katika mama yako Eunike, nami ninaamini na wewe nawe, unayo that faith. Akaridhisha mtoto wake, imani ikaenda kwa mjukuu. Unaweza ridhi mikosi ya ndoa. Angalia Ezekiel 16:44 anasema, kama mama yako alivyo ndivyo ulivyo. Mama yako alimchukia baba yake, na we pia umeanza kuchukia mme wako from nowhere. Ni nini umerithi? Ni attack. Walisumbuka, walikupata wewe peke yako, sasa wewe unasumbuka kupata, ama unapata pia kamoja kanakataa. Ni nini mbaya? Angalia, tazama, kila mtu atumiaye medhali ataitumia medhali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo msichana wake. Next verse, mama alifanya nini? We uliolewa na mama yako na you don't want to take care. Hiyo kitu itakusumbua, itakuletea kisirani, utaruka na wanaume karibu. Wote hawanitoshelezi, hawanitoshelezi, hawani, unataka kwani wewe ni nini? ndio wakutosheleza. Wewe ni nini? hiyo ni, ni, ni, ni lugha ya shetani. Mtu mna watoto watatu, alafu nasema hakutoshelezi. Kwani mlipata watoto na hewa? <laughs> siletange mambo <laughs> wachanga, hii mchezo ni inakaa kuna sumu fulani umeguza. Tena ndio umetambua, wakutoshelezi? lakini kama ni jeni ni wako, kuna sumu umeguza. Nani alikwambia utosheleki? Nani huyo alikwambia? Wachanga mchezo, sometimes wewe mnacheza na watu sana. Ah, kuna kitu kama hiyo. Kuna mtu alisema mtoto wangu ni mblack, mimi ni mblack, huyu mke wangu ni mblack, alete mzungu aone kama nitakaa naye kwa nyumba. Taenda mzungu ulete mzungu, toe wapi? Mimi mwenyewe ni mweusi Ati mtoto wa pasa ni mblaka. Kwaza kwa wapi? Wangu ni mblaka hata kuliko mimi na mamake. Yani tu, mimi nikampea blaka, mama akampa blaka, akakuwa kuwa blaka blaka, yani blaka tikini. That is the <laughs> hiyo ndio furaha yetu. Ati mtoto ni mblaka, unataka nipate mzungu? Nikapate wapi mzungu? Nimpeleke wapi? Mama akiletea mzungu, hiyo nyumba itakalika bwana? Angalia, wewe ubi